Rais wa Marekani, Donald John Trump ametoa lawama kali dhidi ya Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, akimtuhumu kwa kuvuruga juhudi za kufanikisha makubaliano ya amani kati ya Ukraine na Urusi. Hii ni baada ya Zelensky kusisitiza kuwa Ukraine haitatambua kamwe udhibiti wa Urusi juu ya eneo la Crimea, ambalo lilitekwa na Moscow mwaka 2014. Kupitia ujumbe wake katika mtandao wa Truth Social, Trump wa alisema kuwa mpango wa makubaliano ya kumaliza vita ulikuwa umekaribia kufikiwa lakini msimamo wa Ukraine kuhusu kutotambua madai ya Urusi juu ya Crimea umetia doa mchakato huo. Mazungumzo ya amani yalikuwa karibu sana kufaulu, tulikuwa tunaelekea mwisho wa vita hivi vya kutisha, lakini kwa bahati mbaya, uamuzi wa Zelensky kukataa ushauri wa Marekani na kushikilia msimamo wa kutotambua Crimea kama sehemu ya Urusi kutasababisha mateso zaidi kwa watu wa Ukraine na kuendelea kwa vita, alisema Trump. Ukraine imekuwa na msimamo usiobadilika kwa miaka kadhaa kuwa haitakubali kupoteza hata kipande kimoja cha ardhi yake kwa njia ya shinikizo au masharti ya kisiasa. Crimea, rasi muhimu zaidi ya kimkakati kusini mwa Ukraine, linyekuliwa na Urusi 2014, kupitia hatua ambayo jamii ya kimataifa iliitaja kuwa ya kinyume na sheria. Katika hatua nyingine, makamu wa rais wa Marekani Evans amenukuliwa hivi karibuni akisema kuwa ili amani ya kuhudumu ipatikane pande zote mbili zinapaswa kufanya maamuzi magumu, akimaanisha kuwa huenda Ukraine na Urusi zote zikalazimika kukubali kupoteza baadhi ya maeneo yanayodhibitiwa kwa sasa. Hata hivyo, hadi sasa ikulu ya Marekani haijatoa maelezo ya wazi kuhusu mipaka au maeneo gani yangepaswa kutambuliwa rasmi kwa pande zote kama sehemu ya makubaliano ya mwisho wa amani. Wakati akijibu maswali ya waandishi wa habari nje na ikulu ya White House, Trump aliepuka kuthibitisha kuwa Marekani inatazamia kutambua rasmi udhibiti wa Urusi juu ya Crimea, na badala yake akasisitiza kwamba lengo kuu ni kumaliza vita hivi haraka iwezekanavyo. tunaangalia maslahi ya Marekani, maslahi ya dunia, na muhimu zaidi, maslahi ya watu. vita hivi havitakiwi kuendelea milele, alisema Trump. Kauli ya Trump imeibua maoni tofauti ndani na nje ya Marekani, huko baadhi ya wachambuzi wakihofia kuwa huenda msimamo huo ukamaanisha mabadiliko katika sera ya Marekani kuhusu ukali wa msimamo dhidi ya uvamizi wa Urusi. Wakati huo huo, Ukraine imeendelea kusisitiza kuwa suluhisho lolote la amani lazima liheshimu mipaka yake ya kimataifa kama ilivyotambuliwa kabla ya mwaka 2014. Dataflow inakuletea intaneti ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi, tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.